Kila kiongozi na mtumishi wa umma aliyetakiwa kujaza fomu ya tamko la rasilimali na madeni kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma ahakikishe kuwa anakamilisha kujaza fomu kwa usahihi na kuiwasilisha Tume ya Maadili si zaidi ya tarehe 31 Disemba 2025. Tumebakisha wiki mbili, lakini ambao wameshawasilisha ni asilimia 19 tu maana yake ipo tabia ya kusubiri dakika za mwisho, lakini tuwakumbushe tu kwamba wale wanaoshindwa kukamilisha kwa wakati, basi haitokuwa tena maonyo. Maana wamezoea watu wanaonywa, alafu basi, sasa hivi tutachukua hatua kali zaidi, ili, napenda niliseme, ili sote tuone umuhimu wa kufanya jukumu hili la kisheria. Serikali ya awamu ya nane imekuwa ikiendeleza jitihada za kukabiliana na vitendo vya kuzuia rushwa na uhujumi wa uchumi kwa njia mbalimbali. Kwa mwaka 2025 unaomalizika, serikali kupitia mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu wa uchumi ilichukua hatua za kuchunguza vitendo vya rushwa na uhujumu uchumi ambapo jumla ya taarifa 524 zimepokelewa zime na kufanyiwa kazi. Makosa vitendo vya rushwa yaliyothibitika wahusika wamechukuliwa hatua za kisheria na kesi nyingine zinaendelea katika hatua mbalimbali mbali. Kwa lengo la kudhibiti vitendo vya rushwa na uhujumu uchumi, serikali kupitia zaeka imefanikiwa kudhibiti na kuokoa jumla ya shilingi bilioni 6.4 na dola za Kimarekani 94,370 kwa kipindi cha mwezi Januari 2025 hadi Oktoba 2025 ambapo shilingi bilioni tano nukta mbili na dola za Kimarekani 89371 zilirejeshwa serikalini na shilingi bilioni moja nukta moja na dola za Kimarekani 4999 zilirejeshwa kwa wananchi waliohusika.